Hali ya mkoa wa Mwanza kiusalama ni shwari. mpaka sasa tunapoongea, hatuna matukio makubwa yanayotishia usalama wa watu na mali zao. Wananchi wengi wa mkoa wa Mwanza mpaka sasa ni tuwapo taarifa hii, wanaendelea kufanya shughuli zao za uzalishaji uza mali katika hali ya utulivu, usalama na amani. Jeshi la polisi likishirikiana na wananchi, lakini likishirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea kufanya kazi kwa pamoja katika kipindi hiki kuhakikisha kwamba usalama wa wananchi wa mkoa wa Mwanza unaendelea kuimarika katika maeneo yote ya mkoa wetu. Ndugu zangu, waandishi wa habari wote, mnakumbuka kwamba siku ya tarehe 29 ilikuwa ni uh, mwezi wa kumi mwaka 2025 na, na siku ya tarehe 30 mwezi wa kumi mwaka 2025 katika mkoa Mwanza, zilijitokeza fujo, vurugu na vitendo vingi vya uvunjifu wa amani ambavyo viliambatana na, na matukio ya kuharibu mali na matukio ya ufuraji wa mali za watu. matukio hayo yalianza tarehe 29 mara tu baada ya uchaguzi mkuu kuwa umefanyika. makundi hayo ya wahalifu walikuwa wakifanya vurugu kubwa kama ambavyo nimesema, na vurugu hizo na fujo hizo na uvunjifu wa amani ulijitokeza katika mkoa wa Mwanza katika maeneo, hususan katika wilaya ya Magu, eneo la Kisesa, wilaya ya Nyamagana katika maeneo mbalimbali, wilaya Ilemela, wilaya ya Misungwi na wilaya ya Sengerema. Hizi ndizo wilaya ambazo kimsingi ziliathirika kwa kiasi kikubwa na matendo hayo ya uvunjifu wa amani. Katika kufanya vurugu hizo, wahalifu hao walifanya matendo yafuatayo: walichoma mali mbalimbali za watu binafsi, mali za serikali na taasisi mbalimbali mbali. Mali za viwanda, vituo vya mafuta, ofisi za serikali, magari ya watu binafsi na magari ya serikali, lakini pia maduka ya watu binafsi, nyumba za watu binafsi ziliweza kuharibiwa kwa kuchomwa moto au vinginevyo. Lakini pia uporaji mkubwa ulifanyika katika maeneo hayo, ndio. Wahalifu hao walikuwa pia wakivunja maduka, viwanda na kuiba mali mbalimbali, pamoja na kutoweka na mali hizo kwenda sehemu mbalimbali. Kutokana na vitendo hivyo vya uporaji na uvunjifu mkubwa wa amani vilivyofanyika, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza lilianza msako mkali katika maeneo mbalimbali mbali, ndani ya mkoa wa Mwanza, lakini pia nje ya maeneo yetu. Lakini baadhi ya wahalifu hao waliweza kukamatwa na mali mbalimbali mbali ambazo walizipora wakati wakitenda uhalifu huo, na mali hizo ziliweza kutambuliwa na wahanga wa uhalifu huo, ikiwa na maana ya wamiliki wa mali hizo. Baadhi ya mali ambazo zilikamatwa na kutambuliwa kwamba ni zile ambazo zilikuwa zimeibiwa kwenye matukio mbalimbali mbali ya kiuhalifu ya siku hiyo, tarehe 29 mwezi wa kumi na tarehe 30, ni mali hizo ni kama ifuatavyo: tuliweza kukamata mitungi ya gesi ya kampuni ya Lake Oil mitungi ya gesi 118. Mtakumbuka, kati ya petrol stations zilizoharibiwa kwa kuchoma moto ni petrol station ya, ni, ni kituo cha kuuzia mafuta cha Lake Oil kiliathirika kwa ukubwa wake, na katika tukio hilo waliiba zaidi ya kuchoma moto, walikuwa wameiba mpaka mitungi ya gesi na mali nyingine Tuliweza kukamata mitungi hiyo kama nilivyotaja 118, lakini katika kampuni ya mafuta ya Orex eh, na, na Miha na penyewe tulikamata mitungi ya gesi, lakini pia tuliweza kukamata magodoro 40 aina ya Superbanko na Tanfo pamoja na jora 18 za vitambaa vya kushonea magodoro. Utakumbuka pia kwamba katika kiwanda cha magodoro cha Superbanko na Tanfoam, pamoja na uharibifu uliofanyika pia wahalifu hao walipora mali mbalimbali yakiwepo mbali, magodoro ambayo kwenye msako wetu tuliweza kukamata baadhi ya magodoro hayo, lakini pia Uweza kukamata jora 18 za vitambaa vya kushonea magodoro. Kati katika msako huo, tunaweza kukamata difu moja ya gari, nyinji ni tatu za magari tofauti, giabox moja ya gari. Magari haya yalichomwa moto katika matukio Siku ya tarehe 29, na na kwa sababu vurugu ziliendelea mpaka kesho yake, baadaye tumeweza kukamata wahalifu hao waliochoma moto magari hayo yakabaki. Skrepa walirudi kwenda kufungua engine na baadhi ya vifaa vya magari kwa ajili ya kwenda kuuza katika vyuma chakavu. Vitu hivyo tumeweza kuvikamata na watuhumiwa na vingine vilikuwa vimetelekezwa kutokana na msako mkali uliokuwa ukiendelea. Lakini pia tumeweza kukamata ATM machine mbili za za taasisi za kifedha ambavyo kama mnakumbuka kuna taasisi za kifedha ambazo watu hao walienda wakavunja na kuchukua zile ATM machines na walichukua kwa lengo la kwenda kubomoa wa ili waweze kuiba fedha. Hata hivyo hawakufanikiwa, eti mashine hizo zimeweza kupatikana na kiasi cha fedha kilichokuwemo kimeweza kuhifadhiwa kwa mujibu wa taratibu. Lakini pia tuliweza kukamata matenki manne ya maji, tumeweza kukamata fire extinguisher tatu, compressor moja na pipa nne za kemikali za kutengeneza magodoro. Watu hawa pia waliiba mpaka kemikali za kutengeneza magodoro kutoka kwenye vile viwanda vilivyoharibiwa na vingine vilivyopata eh, changamoto za kuibiwa mali zao. Tunaweza kukamata friji moja aina ya Von, lakini pia tunaweza kukamata kasiki mbili ambazo kasiki hizi zilipatikana zikiwa tayari zimevunjwa na kiasi cha fedha kimeibiwa, ndoo rangi mbili na makopo mawili, ndoo tupu za mafuta ya kula 130, na, na mabati 14. Mabati haya ni ya shule ya msingi iliyoko katika wilaya ya Ilemela ambayo wahalifu hawa waliamua kuwezua mpaka mabati kwa lengo la kwenda kuyauza. Hata hivyo mabati haya yaliweza kupatikana kutokana na msako mkali uliokuwa ikifanywa na jeshi la polisi kushirikiana na wananchi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Waandishi wa habari, vitu hivi nilivyovitaja kwamba vilipatikana kutokana na misako vimehifadhiwa katika vituo vyetu vya polisi, huku uchunguzi kuhusiana na vurugu fujo, na uporaji huo zikiendelea. Mali nyingine tulizikuta katika majumba ya watu, mali nyingine zilikutwa zimetelekezwa kutokana na msako mkali ulioendeshwa na jeshi la polisi kufuatia vitendo hivyo vya uvunjifu wa amani. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza limefanya jitihada kubwa ikishirikiana na mamlaka nyingine za kiserikali, lakini na wananchi kwa ujumla, kutoa ushirikishwaji mkubwa wa jamii katika hali ya kukemea kwa nguvu zote vitendo hivi vya uvunjiku wa amani ambapo katika kufanya hivyo tumeyashirikisha makundi mbalimbali mbali ndani ya jamii, tukitambua kwamba jitihada za kuzuia uhalifu zinatakiwa kufanywa na jeshi la polisi, lakini kwa ushirikiano mkubwa na wananchi wa mkoa umoja. Tumefanya jumla ya mikutano ya ushirikishwaji wa jamii tangu tukio hilo limetokea, jumla ya mikutano 39. Pamoja na hayo, jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, tumekuwa tukisikia taarifa zinazosambaa maeneo mbalimbali katika mitandao ya kijamii na maeneo mengine, kuwa yako maandamano mengine yanayoandaliwa, yanayoendelea kuratibiwa fanyika katika kipindi hiki cha mwezi wa kumi na mbili, tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili mwaka huu. Taarifa hizo jeshi la polisi mkoa wa Mwanza tukishirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tumezichukulia kwa uzito mkubwa sana, hatujazipuuza hata kidogo. Tumeendelea kuzifanyia kazi utulivu mkubwa, huku tukiendelea kuwabaini wale wote wanaojihusisha na uchochezi huu, ambapo tumefanya hivyo kupitia doria zetu mbalimbali, misako mbalimbali mbali mbali. Na hivyo tumefikia ukamataji wa watuhumiwa katika maeneo mbalimbali ya mkoa wetu wako watuhumiwa 116 wanaendelea kuhojiwa kwa uchochezi mkubwa. Upelelezi unaendelea utakapokuwa umekamilika za kisheria dhidi yao zitachukuliwa. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza inawaomba wananchi kuendelea kutoa taarifa dhidi ya watu hao ambao wamelenga kuendeleza vitendo vya uvunjifu wa amani, wamelenga ku, ku, ku, ku, kusababisha kuondoka kwa utulivu na usalama katika mikoa yetu. Pia tunaomba wananchi kutokubali kabisa kushirikishwa kwenye maandamano hayo haramu, ambayo hata hivyo jeshi la polisi tayari limekwisha yakataza. Kwa hiyo tunaomba wazazi wa vijana na wazazi wenyewe kuwazuia watoto wao kutojiingiza kwenye maandamano hayo kabisa, wasijiingize. Badala yake, tunaomba makundi yote ya kijamii katika mkoa wetu washirikiane na serikali kudumisha amani na utulivu katika siku hiyo ya tarehe tisa ambayo ni siku muhimu ya kumbukizi ya nchi yetu ya Tanzania kupata uhuru wake. Lakini si hivyo tu, wadumishe amani katika kipindi chote, si kwa tarehe hiyo tu, hata kwa tarehe nyingine ht hata kwa, kwa siku nyingine. Wananchi wote wa mkoa wa Mwanza wanao wajibu wa kutunza amani ya mkoa.